Usiku ulikuwa mzito, yaani kila mmoja alitamani kupambazuke. Mashua ilikuwa na yumba huku na kule, upepo mkali ukivuma kutoka mashariki kuelekea magharibi, na kilichokuwa kinatia hofu ni giza lililojaa ubaridi na harufu za umauti. Ila nahodha kazi yake ilikuwa moja tu, kunyoosha na kuongoza chombo kisizame. Tena alifanya kazi akiwa kimya. Hii iliwatisha sana wadau. Wakati huo mimi na wenzangu hatujui tufanye nini tumeng'ang'ania mbao ambazo hata ubora zilikuwa zimepoteza. Kuishia kwenye maji ilikuwa ni kitendo cha sekunde chache tu. Ndo pale unapokumbuka misemo ya wahenga, siku ya kufanyani miti yote huteleza bwana. Radi na ngurumo za ajabu ziliendelea kutushambulia kiasi cha kupoteza uwezo wa kusikia. Ikawa ni maombi ya ndani na si yale ya kutoa sauti kama ilivyokuwa ada. Matumaini yetu yote yalikuwa kwa nahodha. Jambo la kushangaza, nahodha hakusema wala kukohoa. Yeye alikuwa bizi na majukumu yake. Ukisikia kila mtu na hamsini zake, ilikuwa kati yetu siku ile. Hali ilivyotulia na jaribu kunyanyuka pale nilipokuwa nimekaa, nikimwangalia nahoza kule jua, ameganda kama sanamu la mbao, wadau wote wamelala kama mizoga porini. Da, nahoza! Kumbe kitambo tu alituwacha wenyewe, watu wote walipukutika kama pumba kwenye mchele na itazama, mashua inaelekea pasipojulikana. Hii haikuwa vita, ni dhoruba baharini. Nani angesimama kuifikisha mashua ng'ambo? Nani kati yetu angeweza kupambana na radi, upepo, mawimbi ya bahari iliyochafuka? Oh God! Umekucha na ndoto yangu ipo kichwani, safari inaendelea, nahodha yupo imara na kumbuka maneno ya ngaliba wangu, hauwezi kuwa kama hujawa kati yao, na raha ya ngoma, ingia uicheze Mjomba The Artist. Ukiniita haujakoseanamitaitikia na